Habari hey, ya leo. Najua leo kuna neno jingine ambalo Mungu amenipa, kwa hiyo <coughs> nataka nikushirikishe na wewe. Ni kwamba watakiwa kumwamini Mungu katika nyakati zote wala usijiulize itakuwaje. Nachukua kitu ambacho ni cha msingi, naomba unisikilize kwamba kumwamini Mungu katika nyakati zote wala usijiulize itakuwaje. Sasa kama kweli unamtegemea Mungu, na Mungu wako haonekani kwa macho lakini Mungu wako yuko mbinguni, ila ukiwa hapa duniani, kitu ambacho kinakupasa ni kwamba kuweka ile imani kwa Mungu ambaye haonekani kwa hiyo. Imani ni inakuwa ni kama kiungo kinachowaunganisha. Kwa hiyo the power of, of connectivity, kwamba imani inawa connect kati ya Mungu asionekana na wewe unapokuwa hapa duniani So, wiyo, imani, kwa sababu hiyo, kupitia hiyo imani unapokea vitu kutoka kwa yule Mungu asionekana. Ndiyo maana sasa maandiko yanasema hivi katika kitabu cha Warumi 14: mstari wa pili, mtu mmoja anayo imani anakula vyote, lakini yeye aliye dhaifu kula mboga. Mtu mmoja anayo imani, anakula vyote, lakini yeye ambaye ana imani dhaifu, imani yake ni dhaifu, anakula mboga, maana yake anapokea vitu vichache So kwa hiyo unapokuwa hapa duniani Mungu wako yeye haonekani. Lakini kitu ambacho kinachounganisha hapa katikati ni kwa imani. Sasa ndio unapokea vitu kutoka kwa yule Mungu ambaye haonekani. Kwa hiyo sasa mwenye imani, manake anakula vyote. Kula vyote manake ni kupokea vitu vyote kutoka kwa Mungu. Yaani unaambia mishi vitu vya ulimwengu wa roho vinakuja katika ulimwengu wa mwili, manake unavipokea vyote. Lakini yule ambaye ana imani kabisa anapokea lakini, anasema ni mboga. Maana yake anapokea vitu ambavyo ni vichache. Kumbuka tumetofautiana kuamini. Sasa ndio maana maandiko yanasisitiza tena kwamba tuenende katika, katika imani kwamba tuenende kwa, kwa imani lwasiku wa kuona. Kwa mfano, Wakorintho wa pili sura ya ya, tano mstari wa saba inasema, kwa maana tuenenda kwa imani si kwa kuona. kwa kuona, kwa maana tuaenenda kwa imani, si kwa kuona. Kwa hiyo tunapokuwa hapa duniani huwa tunaenenda kwa imani wala si kwa kuona. Kwa mtu ambaye anaamini hata kama hajaona, ina maana kwamba ana nafasi kubwa sana ya kumpendeza Mungu. Daudi anasema mimi sina wa kumpendeza ila wewe, kwa maana maandiko singi anasema wala pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Mtu anapomwendea aamini kama yupo na kama yupo anampa ile thawabu yeye anayemtafuta. Sasa, kitu ambacho kitu ambacho Mungu anakitaka kwako ni ile kuamini hata kama hujaona. Aasema tunaenenda maana tunaishi kwa imani tu, kwa kutarajia kitu hata kama tujaona kwa hiyo ndo tunaenda kwa imani, wala si kwa kuona. Sasa pamoja na hayo, imani maana yake nini? Sasa imani maana yake ni kwamba ni kuwa na uhakika juu ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasioonekana. Hii ni Waebrania Waebrania kumi na moja mstari wa kwanza. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana kwamba imani ni kuwa na uhakika juu ya jambo litarajiwalo. Ni rahisi sana kumuuliza mtu kama una imani, mwambie hivi, je, una uhakika na hilo jambo ambalo unalitarajia? Unajua, kila mtu anaweza kanatarajia kitu. Unaona, mtu mwingine anaweza katarajia kuolewa, mtu mwingine anaweza katarajia kufungua kazi, kufungua biashara, anaweza katarajia vitu kadha wa kadha lakini kitu ambacho unatarajia muulize, je, una uhakika nacho? maneno mpaka hapo. Unajua watu ambao kwenye Biblia, kwa mfano Ibrahimu, liko jambo ambalo yeye aliwahi kulitarajia, lakini naye akalipokea kwa imani. Kwa mfano mtu ukimuuliza, wewe unatarajia kuolewa? Ehe. Atakwambia wangu, sababu nimeshavalishwa pete, nimeshatolewa mahali a nafasi kubwa sana ya kuna ni, ya ni, matarajio ndio, lakini tayari ameshaona dalili, sababu tayari kile kitu kimeshakaa sawa natarajia kufunga biashara kwa sababu nimeshapewa mtaji, baba yangu ana uwezo, ndugu zangu wote wana uwezo. Hii ni imani ya kawaida sana, lakini imani ambayo Mungu anaitaka ni kule kuamini hata kama hakuna dalili zozote. Hakuna dalili ya kufanikiwa wala hakuna dalili ya kuolewa wala hakuna dalili yote nzuri inayokutia moyo, lakini tu unaamini na kwamba kwa Mungu yanawezekana yote. Hii ndio imani ambayo Mungu anaitaka ndiyo maana sasa ukifutilia hapa kwenye kusu kutarajia, akakuta nikakuta kwenye ni Warumi 4 mstari wa 18, Warumi 4 mstari wa 18, akasema: naye aliamini kwa kutarajia yasiyowezekana kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Audia tena. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyowezekana kutarajiwa ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wao. Ibrahimu alitarajia yasiyowezekana kutarajiwa, ndio maana ye akaitwa ni, ni baba wa imani. Mtu akitarajia kufanya kitu, kwa sababu kuna dalili zimeonyesha kwamba uwezekano upo, hii imani yake ni ya kawaida sana. Lakini mtu akitarajia hata kama hakuna dalili zozote, ila tu anaamini kwamba ili jambo Mungu atalifanya, huyo ndiye atakayepokea vitu vikubwa kutoka kwa Mungu anayemwamini. Mi nataka nikutie moyo, tunapitia katika mazingira tofauti sana. Mm, tumetokea katika familia ambazo tofauti, familia nyingine zina uwezo, familia nyingine hazina uwezo lakini kwa wale watu ambao wanamtegemea Mungu kwamba Mungu ndio mwamuzi wa mwisho, wala hakuna mwingine kumtegemea, basi amini kwamba kila kitu ambacho unapenda kitokee kwenye maisha yako, amini kwamba Mungu huyo atakitimiza, wala usiangalie familia iliyotokea, usiangalie kazi unayofanya, wala usiangalia uwezo wako wewe. Muamini Mungu kwamba anaweza akafanya jambo lolote zuri, akanitoa katika hali hii ambayo siipendi, akanipeleka katika hali ambayo mimi naitaka. Unalewa mpaka hapo. Mungu wako ni Mungu akokoa, anaweza akamvusha mtu yule ambaye anayemwendea yeye. Yani mtu, una watu ambao wanakesha kumwomba Mungu kwamba Mungu atakuvusha katika shimo la Yesu. Ndio maana akasema alitarajia yasiyowezekana kutarajiwa. Yani, kwa mfano mtu anatarajia kufungua biashara, unamuuliza una mtaji, mtaji atasema mimi sina mtaji wambia sasa, utafunga hii biashara? Unatarajia kuolewa, ndiyo mume yupo? Amna mume, utaolewaje? Unatarajia kufungua labda kampuni au kitu fulani, umeshajipanga? Amna, lakini ndani yangu tu najisikia kwamba inawezekana. Kwani kuambia jambo nyingine tena, unajua Mungu anaweza akakupa kazi yake, anaweza akakupa kazi lakini hiyo kazi ikawa ina ugumu sana, ila Mungu anachokifanya ni kwamba anakuwekea kiu ndani. Mona ile kiu na ile bidii inakusukuma kufanya ile kazi ambayo Mungu anataka. Mungu anaweza akakuitia kwenye biashara fulani, akakuitia kwenye kazi ya aina fulani, unakumbana na changamoto nyingi sana watu wengi wanazimiaga hapa. Imani yao inapotea, lakini Mungu anachokifanya yeye huwa nakuikielibidii. Unashangaa unaenda tu, hata kama hakuna matokeo mazuri, lakini moyoni mwako unajisikia tu kwenda. Hii ni dalili ya kwa, hii dalili ya kwanza ni kwamba Mungu anakutengenezea mazingira kwamba mbele ipo nuru, itatokea, utatoboa, utafanikiwa. Ibrahim aliamini pasipo kutarajia, kwa vile Mungu alimtokea. Mungu alimtokea kabisa. Nitakupa nchi, unakaa nchi ya Kanani, atazaliwa kwako mtoto aitwaye Isaka. Mungu alimtokea kabisa. Lakini lewi, sio watu wote watakaotokewa na Mungu, sio wote ambao Mungu atawatokea katika ndoto, sio wote watakaotabiliwa na watumishi wa Mungu lakini kwa safari hii huyo Mungu ambaye alimtokea Ibrahimu anakaa ndani yetu. Huyo Mungu huyo anakuwekea kiu ya kufanya kitu, alafu anakuwekea na bidii, anakupa na msukumo. Basi hivyo vitu vinakufanya unapata una nguvu ya kuendelea mbele hata kama hakuna majibu mazuri unaendelea ele. Hata kama ni giza, giza tu lakini ndani yako kuna kiu ya kuendelea mbele wewe zidi kuendelea mbele maanake Mungu Atageuza giza kuwa nuru mbele yako. Nasema tena Mungu atageuza giza kuwa nuru mbele yako. Mungu atageuza, jangwa litatoa maji mbele yako. Mungu atakausha bahari na njia itapatikana, na wewe utavuka. Mungu atangusha milima, atakausha mabonde, na wewe mwenyewe utapita kwa jina la Yesu, ukijiona una kiu ya kuendelea, hata kama ni giza, giza tu weendelea So sio lazima mpaka Mungu akutokee kwenye ndoto au utabiriwe. A ile bidii tu aliyokupa iyatosha. Ni kwamba Mungu anataka ufanye jambo, na Mungu amtokee kitu mbeleni. Unanielewa mpaka hapo? Sasa watumishi wa Mungu walisubiri sana. Kwa mfano Ibrahimu alisubiri mpaka kachoka, lakini ipasi kuchoka, zidi kusonga mbele. Ndio maana sasa Mungu anasisitiza e, maisha yetu yote tuishi kwa imani. Kwa mfano ukisoma hapa, ukisoma kwenye kitabu cha Abakuki, ukisoma kwenye Abakuki hapa anasema, tazama roho yake hujivuna, haina unyoofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Abakuki mbili mstari wa nne anasema, tazama roho yake hujivuna, haina unyoofu ndani yake, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Unaona, haina unyoofu yaani mtu akona kona tu, si mtakatifu, lakini mwenye haki ataishi kwa imani yake. Akasema kwenye Ibrania kumi mstari wa 38 lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani naye akisita sita roho yangu haina furaha. Naye mwenye haki anaishi kwa imani. Ukianza kuwa na mashaka na huyo Mungu, Mungu hawezi kukufurahia. Akasema tena kwenye Warumi 10, Warumi sura ya kwanza mstari wa 17 kwa maana haki ya Mungu inadhihirishwa ndani yake kutoka imani hata imani, kama ilivyoandikwa mwenye haki ataishi kwa imani. Tunaona sasa kwa mwenye haki ataishi kwa imani. Wagalatia tatu kumi na moja, kwamba hakuna mtu ahesabiwa haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Tunaona maandiko hapa kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, ni wazi kabisa ikiwa unataka kupokea baraka kwa huyo Mungu, basi ni wazi kabisa inakupasa uishi kwa imani ukiwa hapa duniani. Imani yako ina kukonekti wewe na yule Mungu asionekana. Mungu si lazima kutokee. Mungu anakupa kiu tu ndani yake, anakupa na bidii ndani yake ile bidii na kiu inakufanya uzidi kuendelea mbele. Ibrahim alitokewa na Mungu kabisa, alisikia sauti. Ibrahim, toka katika nchi yako. Lakini leo hii sio wote utakaosikia sauti. Ibrahim aliambiwa Bwana, katika Isaka uzao wako utaitwa. Mungu anamwambia kabisa, anamtokea. Lakini leo hii huyu Mungu anaishi ndani yetu, hawezi akakutokea tena, anakaa ndani yako saizi. Kwa hiyo anakupa ule msukumo wa kuendelea, anakupa ile bidii ya kuendelea. Sio lazima utabiliwe, ile bidii tu ilio ndani yako unataka kuiamini ya kwamba hii bidii ni Mungu amenyiwekea ili kusudi nizidi kuendelea mbele na nilio hata kama hakuna nuru, ila bidii na ule msukumo ulio ndani yako usikilize sana, usikilize sana ule msukumo wa kwa ndani, kama ni mkubwa, msukumo wa ndani ni mkubwa, usikilize sana. Anza kuamini kupitia ile kwamba Mungu amekiweka kitu mbele yao. Unaepakapo basi ubarikiwe sana kwa neno hili, kwamba Mungu akubariki. Unatakiwa kumwamini Mungu katika nyakati zote, wala usijiulize itakuwaje. Unanielewa? Basi una siku njema. Like, subscribe, share kwa wengine. Basi amen.